Hasa ni kwamba siasa za kuelekea mwaka elfu mbili ishirini na saba zinazidi kuchacha katika ukanda wa magharibi huku vigogo wa siasa wakijipanga kuwa wasemaji wa jamii ya Mulembe. Hii leo gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amepata uungwaji mkono kutoka kwa wazee wa jamii mbalimbali mbali katika kaunti ya Vihiga waliompa baraka na kumuunga mkono katika azma yake ya kuwa msemaji wa jamii hiyo. Akizungumza baada ya kukabidhiwa fimbo rasmi ya uongozi, gavana Natembeya amesema kuwa yupo tayari kuzungumza kwa niaba ya jamii ya Mulembe wakosoa vikali spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula na mkuu wa mawaziri Musalimu Davidi kwa madai ya kushindwa kutoa uongozi dhabiti wa eneo la magharibi. Gavana Natembeya anatarajiwa kuzuru kaunti ya Bungoma, Kakamega na Busia ambako atakutana na wazee wa jamii hizo kutafuta uungwaji mkono katika azma yake. Sikukuu kwa watu ambao wanakaa Vihiga. Leo ni siku ambayo tumeleta yule mata neno maneno yetu yote ya Vihiga, naye ni choji Natembeya. Hizo nafasi wamepewa, wale vijana wetu wamepewa kule Nairobi, hakuna kitu wanaweza kufanya kusaidia sisi. Ubaye ni kwamba wamekubaliana, wanakuja watuambia, sisi tuko namba tatu, tuko Waluya, tunadharauliwa kabisa. Munapewa kiti watu wawili. Mudavadi, anasema ni namba tatu, Wetangula pia, namba tatu alafu ameweka viti kila mtu, David president na president na kiti ya namba tatu. Namba tatu mko watu wawili, mkifika hapo kila mtu atao kaa kwa hiyo kiti, mnang'ang'ania kiti mpaka nyinyi wote mnasimama tu, hamkai. Sasa hiyo haipo, atufanye nini? Hatutaki, si ndio? Na wakati huu hatutafuti nafasi kwa serikali, tunatafuta kuunda serikali. Mimi natafuta panga, natafuta kisu ya kwenda kukata nyama wengine wanakata, mimi nafanya nini? Maana saa hizi wenzetu hawana kisu, nyama inakatwa. Amengojea Kindiki amaliza ampatie kisu, anasikia nyama. Nafanya nini hii? Umoja yetu ndio kisu yetu.